Ameulizwa swali hapa kwamba unafahamu kijana wetu Polepole pole alipo, na labda tumefanya nini tumshauri labda kwenda kumtembelea yule mama. Yeah, in fact, mimi kama mkuu mkoa, katika matatizo ndani ya mkoa yako mengi sana, yani uwezi kukwenda, yani you can't foot everywhere and let your legs wet, katika kukwenda kila mahali. Wewe unakwenda tu kila mahali, hiyo sasa itakuwa sio administration, sio utawala huu. Lakini ukweli ni kwamba Polepole si alikuwa balozi mimi kama mkuu wa mkoa sielewi alijiuzulu akiwa nchi gani, na mimi kama mkuu wa mkoa hakuna sheria yote inayosema ukitoka kwa balozi uje uripoti kwa mkuu wa mkoa. Sasa kwa ajili ya usalama wako, sina hizo hizo hizo profile. Wewe mzangu, ulivyokuwa unasikia kwamba polepole yuko si wapi, na mimi nilikuwa nasikia hivyo hivyo. Na mbona kuja kusikia kwamba sasa polepole sio amechukuliwa, na mimi nasikia tena vile vile kwa ala, kumbe alikuwa Dar es Salaam. Mtu mmoja akaanza ananionyesha kwa kamera kamoja, kanasema alikuwa anasema hapa ni wapi lakini wakiangalia wanasema hapa si pale kwenye ile sanamu ile, si ndio? Lakini kasema sawa, sasa kwenye sanamu, inawezekana ikawa ni picha iliyopigwa leo, iliyopigwa jana. So generally ni kwamba sina connection yoyote nayoweza na kuifafanua sana kuhusu maisha ya ndugu yangu Humphrey Polepole, lakini kikubwa, na mimi nimekuwa mfuatiliaji toka kwenye YouTube, anachokieleza. Kuna siku amenitaja hapa, na hebu ngoja ni check na mimi kwenye YouTube, nikaona tu huku huku, kwa hakuna kitu kinachokuonyesha kibao tu kwamba hapo ni wapi, hamna. Basi linalonihusu na mimi nikalichukua na mimi nikaendelea kulifanyia kazi. Basi. Kwa hiyo majibu yaliyotolewa na Jeshi la Polisi kuhusiana na mambo yote haya yanayohusiana haya. Basi tuwape muda kama ambavyo wameahidi katika masuala ya kiuchunguzi. Kujua alikuwepo, alikuwa nyumba gani kama ambavyo imetamkwa na vitu vingine vya namna hiyo. Sisemi kwamba Jeshi la Polisi limepuuza, Jeshi la Polisi ni wavumilivu, wataendelea kufanyia kazi na kama nilivyosema upelelezi wa jambo lote ni ishu ya teknolojia. Pengine Marekani anavyoweza kupeleleza jambo lake very likely, kwa quite different na mimi ninavyoweza kupeleleza jambo langu kwa sababu ya teknolojia leo. Kwa mfano tulivyokuwa tunaangalia sisi Dar es Salaam jambo lililoibiwa kwa kwa au vitu vilivyovunjwa tunavipata kwa sababu ya footage ya mtu aliyefunga kamera. Why about ambaye akufunga kamera tunaanza kubishana. Hata kwenye mipira zamani, mnakumbuka tulikuwa tunajipigia pigia tunajibutulia tu goli go, alafu refa anawaza anasema basi liwe goli lakini leo imekuja kitu kinaitwa VAR, watu wanakwenda ndani wanasikilizia, wanaiangalia wanasema mpira katikati ni goli. Hiyo ni teknolojia. Teknolojia ni jambo la muhimu katika kusaidia uchunguzi na upelelezi wa jambo lolote. Technology, time, audience, context, environment, vyote kwa pamoja ni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia na vikarahisisha, lakini plus, plus human capital pia ulionayo, vyote ni vitu kwenye combination Vyote hivi vinasaidia ili kupata jambo ambalo ni zuri zaidi.